Bana, mambo vipi? Hebana, karibu sana katika bundes letu. Hebana, leo kwenye bundes letu tutazungumzia mechi ya jana kati ya Yanga na Silver Strikers. Matokeo yaliisha kwa mpira kumalizika kwa Yanga kuibuka na ushindi wa mabao mawili kwa sifuri na kuifanya Yanga kusonga mbele kwenye makundi ya klabu bingwa Afrika. Ukianza na mfumo ambao Yanga jana aliingia nao, kocha alitumia mfumo wa 4-2-3-1 unaolenga kutawala eneo la kiungo na kutumia kasi ya pembeni. Huku tukiangalia eneo la katikati, viungo wawili wa ulinzi wa Young Africa walidhibiti presha ya mpinzani, huku Pacome akipewa uhuru mkubwa kama playmaker na ha, akawa chanzo cha ubunifu wote ulioonekana katika gemu ya jana. Yanga walitumia sana pasi fupi fupi wakitoka kuanzia nyuma hadi kuelekea katika lango la mpinzani. Walitumia zaidi upande wa kulia ambapo Silva walikuwa wazaifu sana. Fanya transition ya hali ya juu baada ya kupoteza mpira, kitu kilichowafanya Silver washindwe kuunda mashambulizi. Tukiangalia katika eneo la ulinzi, Dickson Job alikuwa bora sana, alizuia mipira ya juu na kufunga bao la kwanza kwa kichwa. Beki wa kushoto wa Young Africa Mohamed Hussein alifanikiwa kuizuia winga ya Silver Striker kwa ufanisi mkubwa sana. Timu ilicheza compact defense, huku ikizuia nafasi kati ya viungo na mabeki. Yanga Africa walitumia winga play overlap vizuri, walitengeneza nafasi sita za wazi. Yanga Africa walionyesha nidhamu, ubunifu, umakini wa hali ya juu sana, ulinzi imara, pamoja na mawasiliano bora. Viungo walitawala mchezo kwa ufanisi wa hali ya juu. Hivyo Pakome alitofautisha ubora wa timu, ubunifu, pasi na mabao, na kuiwezesha Yanga Afrika kupinga hatua ya makundi kwa mara nyingine tena. Asanteni sana naitwa Mr Information Miner. Msisahau kunifollow folo Fahali Media star wetu.